Damu ya Yesu inene mema kwenye maisha yako. Damu ya Yesu inene mema kwenye familia yako. Damu ya Yesu inene mema kwenye biashara yako. Damu ya Yesu inene mema kwenye kazi yako. Popote unapoenda, utakaponunua, utakapomiliki, walitoa damu ya mbuzi, ya ng'ombe, ya wanyama, ya watu, wewe uende na damu ya Yesu ikanene mema mahali hapo. Ikavunje maagano yote kwa jina la Yesu aliye hai. Utoaji ni sura ya Mungu ya muhimu sana tuwe nayo sisi watoto wake. Kumbuka Mungu aliyekupa hiyo neema, usimwache Mungu aliyokupa hiyo neema. Musa aliwaambia Israeli mtaingia, mtamiliki nchi, mtamiliki maeneo yenu, mtamiliki uchumi. Misri mlikuwa watumwa, mliteswa, lakini Mungu ndo ameandaa njia, akapiga mapigo kumi, amepasua bahari mbele yenu, anawapa chakula toka mbinguni maji toka kwenye mwamba, anawapa kivuli mchana, anawapa nuru usiku. Huyo Mungu atawaingiza mkamiliki nchi, lakini mjihadhari, mtakapomiliki, msiseme ni akili zangu, msiseme ni nguvu zangu, mtamkumbuka Bwana Mungu wenu, maana ndiye awapaye nguvu za kupata utajiri. Utamkumbuka Bwana Mungu wako. Shalom tempo, usimsahau Bwana Mungu wako. Wa mama, usimsahau Bwana Mungu wako. Wa baba, usimsahau Bwana Mungu wako. Vijana na mabinti, msimsahau Bwana Mungu wenu. Haleluya!